Mlelemia mzuri habari za habari za kazi na uune kwenyeala ya Baba na Mwana ro Mtakatifu, tunakushukuru Mwenyezi Mungu kwa siku hii ya leo, tunakushukuru kwa wasaa huu uliotupa ili tuweze kuongelea machache juu ya uinjilishaji ya umisioni wetu. Nmba tubariki ili yale tutakaojadiliana na washirikisha wasikilizaji wetu viweze kuwa vya manufaa kwetu na kwao. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu, amina. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amina. Asante Father, kazi hii tumeianza na Mungu, naamini tutaimaliza na Mungu. Sawa Father, ya kwanza kabisa ningeomba ujitambulishe kwa watazamaji wanaokuangalia kwa muda wa siku ya leo, ili waweze kukufahamu. Mimi naitwa Padri Ezekiel Bernard Mrema ni padri wa shirika la Roho Mtakatifu. Niliingia shirikani kwa kuchelewa, lakini namshukuru Mungu kwa yote yaliyofanikiwa kutendeka mpaka sasa hivi. Nilipata upadri wangu mwaka 2010, kule Arusha, kule Arusha. Na baada ya kupandishwa nilitumwa kwenda kufanya kazi ya kimisionari kule Afrika Magharibi hmm. West Africa ambapo ni kuna nchi za Senegal, Mauritania, Guinea Bissau na Guinea Conakry. Kwa hiyo nilipofika nilishukia nchi ya Senegal, kwa sababu ya lugha na utata wa lugha basi nilipelekwa chuo kikuu cha Shehe Anta Diop de Daka wa Dakar, kwa nilisoma chuo kikuu kile kwa mwaka mmoja kwa ajili ya lugha ya Kifaransa, na baada ya kumaliza basi, ndipo mkuu wa shirika la kule West Africa and Provincial akanituma kwenda kufanya kazi nchini Guinea Conakry pa eneo linaloitwa Kundara, basi nilifika Kundara mwaka wa elfu mbili na kumi na moja nikakaa pale kwa muda wa miaka nane. Kundara ina joto kali, kuna joto mara nyingine. Kwa mfano mwezi wa pili unakuta jua ni kali mpaka linakuwa kama vile moto unawaka. Ukiangalia pembeni wakati ule moto unawaka, unaona vitu vinacheza cheza, cheza na ndio hivyo hivyo, na jua la pale hasa mwezi wa pili wa tatu, mm-hmm. kuelekea wanne. Lakini pamoja na hayo, niliweza kukaa pale kwa muda huo wote, na nilipofika Kundara, nilimkuta mwenyeji wangu ambaye alikuwa ni Padri Kennedy Dong. Yeye ni mtu wa Ghana kwa hiyo nilienda kukaa naye na nilipofika basi, wakati wa kikao chetu cha kupeana majukumu aliniambia mimi nitakuwa msimamizi wa shule, maana yeye alikuwa ndio msimamizi wa shule. Akasema sasa mimi nitakuwa naenda shule na ba, pamoja na hayo niwe nafundisha Kiingereza na kwa sababu ya ukata na nini, hali mbaya ya kiuchumi akasema hiyo Kiingereza nitakafundisha ndio takanipa pocket money, kaunia sawa basi nikaenda shuleni elfu mbili na kumi na moja hiyo. Nilipofika nilikutana na yule mkuu wa taaluma, mkuu mm. wa taaluma akaniambia, bwana, we si umekuja hapa shuleni, wewe utafundisha kiingereza madarasa yote mm. kamwambia, ah, kwa nini nifundishe madarasa yote? Basi mm. akaniambia, kwa kuwa wewe unatokea nchi ya kiingereza mm. na wakati huo, kwa muda huo niliokaa mwaka mmoja pale yeah. wa Faransa na watu wa kule wana tabia ya kusema kwamba mtoto mm -hmm. asipoijua lugha mm -hmm. kosa ni kwa mama yake. Mama yake ameshindwa kumfundisha lugha na sio kwa baba yake, sio kwa baba yake. Uh -huh. basi nikataka niwaambie, uh -huh. mimi mama yangu hajanifundisha Kiingereza uh -huh. na wala hakijui, lakini kasema nimezee tu uh -huh. niwasikilize. yeah. Basi baada ya kutambulishwa kule shuleni uh -huh. nikaambiwa nifundishe Kiingereza, nikasema jambo la kwanza ni kuchunguza kama nitafundisha Kiingereza nifundishe darasa gani na niwafundishe nini, ukizingatia kwamba mimi ni padri na pia ni mwalimu. Nilisoma chuo cha walimu Ilonga kule Morogoro, kule Kilosa, Morogoro. Kwa hiyo nilipomaliza mafunzo yangu ya ualimu sikupata kazi, sikupata ajira, na ndio hapa ajira zilikoma mwaka tisini na saba. Basi ndio nikaamua kucheza chess tena nikajikuta nafaulu mitihani yangu ya form 4 na nikaweza kuingia seminari, na ndio basi mwaka 98 niliingia seminari yetu ndogo ya shirika la Roho Mtakatifu kule Usariva, nikasoma miaka yangu miwili 2000, tukamaliza, nikachaguliwa kwenda kujiunga na chuo chetu cha postulance center, ambapo kwa hapa Tanzania sasa hivi Senta hiyo tunayo hapa Bagamoyo tulipo hapo Kitopeni. Kwa hiyo ndio hapo sasa wanafanya. Mimi nilifanyia Uganda wakati wa mwaka 2000. Basi nikamaliza kule, nikachagulia kwenda falsafa, nikasoma falsafa kule Arusha Njiro, seminari yetu ya Kitawa. Nikakaa pale 2001 mpaka 2004, nikamaliza nikachaguliwa pia kuendelea na mafunzo ya shirika nikapelekwa seminari yetu ya novisheti ambayo iko kule lushoto tanga na huko nilikaa mwaka mmoja nikamaliza na nikapangwa utume na utume wangu nilienda kuufanyia mbeya kwa hiyo nilifanya utume wangu kule mbeya mwaka mmoja elfu mbili na tano elfu mbili na sita na na baada ya elfu mbili na sita basi ndio nikapendekezwa kwenda kusoma masomo ya theolojia mm -hmm, na nikatumwa kule nchini Kenya ambako nilisoma masomo ya teolojia chuo kikuu chetu nikisema, au seminari kuu, au ya Tangaza Koleji. Kwaiyo nilikaa pale miaka minne na nilipomaliza basi ndio nilipo padrisha elfu mbili na kumi na kutumwa West Africa nilikowambia wakati naanza mazungumzo mm hayo -hmm. Sasa kule West Africa kuhusu kufundisha nilisema nichunguze nifundishe madarasa gani, kwa sababu kulikuwa kuna mwalimu tayari anafundisha Kiingereza. Nikasema nitaenda kwa madarasa mawili ya kwanza, nilichagua form 4, form 4 na form 3. Nilingia form 3 nikakuta watoto wamekaa pale wananishangaa, mi mgeni, Kifaransa hakipandi, lakini najieleza kidogo kidogo, maana nimeshakaa mwaka nikawz nataka niulize swali gumu nyie form 3 nyie, mkinijibu vizuri nitawafundisha, msipo msiponijibu vizuri basi, si nitawafundisha nikamchagua. Nikasema, nani anakuwa wa kwanza hapa daima, akifanya mtihani yeye ni wa kwanza? Wakaniambia ni huyu hapa. Ngoja simama, taka kuuliza swali gumu, gumu, gumu. nikimaliza tu na ujibu haya. To go at home. Go at home. To go at home. Nataka unitungie sentensi moja inayo kuhusu wewe, useme unakwenda nyumbani. ab hiyo ni rahisi sana sana, unasemaaje? Ni, nitasema I am to go at, at home okay. na we ndio wa kwanza, si ndio? Ongera. nikamwacha siku mjibu kitu, nikaenda darasa la fom four. Wao nikasema niwajaribu kwa salama mba yule wa kwanza nani hapa nae shinda wote? Akanyosha mkono, simama, akasimama. Nitaka mm. nkuulize swali gumu wewe, mm. ukilijibu vizuri nawafundisha, usipojibu vizuri siwafundishi, na nikimaliza tu kusema, na nawe useme haya, nikuulize swali, ndio, uko tayari? Ndio. How are you? Akaneba... eh? Sija niambia nini. Kuna kitu alinijibu pale, yani nikasema kwa mtaji huo sifundishi form 3 wala form 4. Nikaamua sasa nitafundisha kidato cha kwanza na cha pili, ambapo cha kwanza hawajafundishwa chochote cho cha Kiingereza mm -hmm. na cha pili wameshafundishwa Kiingereza na yule mwalimu niliyemkuta, kwa hiyo nikaenao kwa mwaka mmoja, alafu aende form 3 na ndio tukagawanya madarasa sasa. Ile mwalimu aliyekuepa akaendelea kufundisha form 3 na 4, mimi nikafundisha form 1 na form mm 2 -hmm. Kwa hiyo tukawa tunafanya kazi nana huku na, na, bado ni shule nini, tukawa tunaendelea na kazi sasa mm -hmm. Kwa majibu yayo nikawa nimejipa zi, zi, zi, kazi ngumu mtihani uh, mm -hmm. asawa, form 1 na form 2 niwafundishe nini? mm -hmm. Katika kutafakari nikasema hawa wana kitu kimoja tu anatakiwa kifahamu.